Tabora karibu Toronto. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Takumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 13 ya fungu kidogo cha 4 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, halmashauri kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe kumi Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa, watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM oyee! Mkutano mkuu uliopita tulikuwa na wanachama jumla 12 milioni, lakini mkutano mkuu huu, mpaka tunaingia kwenye mkutano huu, tuna 13 milioni na kidogo, kumi na tatu milioni na kidogo. Nadhani wale wanaorusha kwenye screen zetu, kama wako tayari, waendelee, tunasonga mbele

Wajumbe wote wa mkutano mkuu, kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi. Wakati utakapofika, jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa, kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka ile tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga chama cha mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana, tarehe 28 Mei 2025, kwa niaba yenu wanachama wenzangu, nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa tano itakalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa. Jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka 2027 uh, ili tulifungue wakati tukisherekea miaka hamsini tangu kuundwa kwa chama cha mapinduzi